Mahakama Kuu ya Tanzania, kitengo cha rushwa na uhujumu uchumi imemhukumu Hemed Juma Mrisho hali maarufu kwa jina la Horohoro, kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya kokaini zenye uzito wa gramu mia tatu ishirini na sita nukta arobaini na sita. Hukumu hiyo iliyosomwa na mheshimiwa Jaji Kisanya baada ya kusikilizwa na mashahidi kumi na nne na kupitia vielelezo ishirini na tatu vilivyowasilishwa mahakamani hapo. Kwa mujibu wa ushahidi, Horohoro alikamatwa mnamo na moja mwaka elfu mbili ishirini na tatu Oktoba, katika eneo la boko magengeni, Dar es Salaam, akiwa anaendesha gari aina ya bimuai x5 lenye namba ya usajili t189 dy. Ndani ya gari hilo maafisa wa mamlaka ya kupambana kudhibiti dawa za kulevya DCA walipata mfuko mwekundu wenye unga uliothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali kuwa ni kokaini yenye uzito wa gramu 326.46. Kwa upande wake mshtakiwa aliwakilisha na wakili wa serikali gloria Kilawe na Marieta Maguta pamoja na Hamisi Tandula walithibitisha kuwa mshtakiwa huyo alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na dawa hizo. Alamu kwa upande wa utetezi ukiongozwa na mawakili Agostini Kusalika na Nehemia Nikonko ulijaribu kupinga ushahidi kwa kudai kuwa mshtakiwa alikamatwa kabla ya tukio na kwamba kesi hiyo ilichochewa na chuki binafsi. Hata hivyo, hoja hizo zilitupiliwa mbali na mahakama, ikiridhia ushahidi wa jamhuri. Huku ukisomwa na hakimu Jaji Kisanya alisema kuwa ushahidi ulio a na upande wa jamhuri umejitosheleza na kuthibitisha kosa bila kuacha shaka yoyote. Aidha, mahakama imetoa maagizo ya kisheria kuhusu vielelezo ikiwemo kutoteketeza kwa kokaini iliyokamatwa na kurudisha baadhi ya mali binafsi za mshtakiwa, huku gari lililotumika kusafirisha dawa hizo na takribani milioni nne na laki moja zikichukuliwa hatua maalum za kisheria kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya sura hii inalenga kudhibiti uingizaji na utengenezaji au usambazaji wa matumizi ya dawa za kulevya mwaka 2023 kusafirisha dawa za kulevya zenye uzito unaozidi gramu mia mbili adhabu yake ni kifungo cha maisha jela hivyo hukumu hiyo ni onyo kali kwa jamii kwamba biashara za dawa ya kulevya haitavumiliwa nchini na hii ni timidia tu tunakuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujiri na mimi ni Loisis Kila cha kufanya subscribe like na kukomenti ili wa kwanza kupata habari mbalimbali zinazoendelea kujiri.